Sera yangu iko wazi, nchi hii. Ukifikisha miaka sitini chini ya uongozi wangu, wewe utahudumiwa na serikali mambo yote ya msingi, matibabu, tena matibabu ya maana, sio tunakwambia matibabu unakwenda hospitalini mzee, hupati madawa, hupati madaktari. Hapana, umefikisha miaka sitini, matibabu ni bure kwa wazee. Tutagawa chakula bure kwa wazee na tutahakikisha tunawapa kaposho kidogo kwa ajili ya mahitaji mengine ikiwemo mavazi. Haiwezekani leo wazee wetu wanazunguka, wanadhalilika, wanakuwa ombaomba. Kwa nini? Serikali ipo, nchi yenye kila aina ya neema ipo. Mzee, chini ya serikali yangu na miaka sitini, kama hujiwezi, wewe ni wa kuhudumiwa na serikali, na tutafanya hivyo. Ndugu zangu, mambo ni mengi, lakini ninajua tuna tatizo kubwa la mkwamo wa katiba mpya kwenye nchi yetu. Nimeandika kwenye ilani na hiyo ninawaahidi wa Tanzania, ndani ya siku mia moja ninakwenda kuanzisha mchakato wa kupatikana kwa katiba mpya kwenye nchi hii, na niwaambie CCM hawawezi kutuletea katiba mpya. CCM wako kwa zungu wanaoitwa kwenye comfort zone. hawawezi kuwa na mahitaji ya katiba mpya, katiba iliyopo inawabeba wao. Nina nia, nina dhamira na nina utayari wa kwenda kuandika nchi yangu kwa sababu sioni chochote cha kupoteza, wala sioni wowote wa kumwogopa, wala sina chochote cha kukilinda. Niaminini tukaandike katiba mpya.